the story of our celebrities hapa ndipo utaweza kufahamu maisha halisi ya wasanii wetu wao ni wakina nani kadha hawajao wasanii miaka yao rasmi na majina yao halisi kupitia hapa 7 hits media the story of our celebrities. Only available in 7 hits media. 7 hits media tumekiwasha Mambo vipi mwanakitaa, kupitia Seven Hit media. Leo ni siku nyingine toka tulipoingia mwaka Ndiyo e, hivi mipango ya Mungu. Kuna utofauti gani ndio kati ya mwoga, mwaka 2025 na mwaka huu mapema sana na 2026? Mwaka huu kama yani kama chakula ya pilau linanukia linanukia. Eh. Kazi tu naona zinatembea sana. Uh, by then nani aliyekupa idea ya kuchange mzee kutoka kule ambapo mwanzo ulikuwa ukijiita mtoto wa mama Samia mpaka hapa sasa hivi unajiita Dully Msava na unafanya kazi zako zikiwa smart. Nani aliyekusanua? Ah, ni mimi mwenyewe tu. Ilikuwaaje? Tungependa kufahamu kidogo. Ah, ilikuwa ilipen... ni brand yako kubwa sana ulitembea nayo na ndio na, ile kuingiza mjini. So, ile pale ilikuwa kama ni, ah, ni content yoga zinabadilika sawa, so, eh, nibadilisha nibadilisha content nikabadilisha na jina eh sana bora, ni ni kwenye bill saba. Eh, tumemwona dogo janji ambao unafanya naye kazi, udogo ni new generation ambayo iko poa sana. Ulibaini vipi kwamba udogo anakufaa kwenye kazi zako za comedy za? ah mimi nilitoa nadhazi yake kwa sababu anajili na, na kanifahamu wakaniita, bwana kuna mwanetu kwa anaweza kufanya kama unofanya wewe Hebu msikilize kwani kumcheki na kuongea naye, akanambia mimi naweza basi, nikaona nijaribu kufanya naye kitu tu, ni kufanya naye kitu kifo fresh, nikazidi kufanya naye. Ni ugumu gani ambao unapata, uh, wakati umeenda kufanya kazi na wewe? Ugumu ambao unaupata hakuna, kwa sababu hmm, kila kitu anaelewa kila kitu unachomuelekeza anaelewa, fanya hivi, anafanya hivyo hivyo, kwa hakuna ugumu mbuna... wote yale maneno mzee mnakuwa mnamwandikia ama ni yeye mwenyewe? Tukutana kipaji chake, mengine anaongeza yeye mwenyewe na ungeza, mengine tunamwambia. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Kwa maana anafanya kitu mpaka nyoo watu wazima wenyewe mnakubali kwamba hapa dogo amefanya jambo hata kicollect huyo mwenyewe unakuwa kuwa huna noma. Yeah, kwa sababu kuna muda unaweza unaweza kumpa script utaongea hivi. Mm. Anaweza kaongea hivi unavyotaka wewe na akaongea na chakwake kwake. Afuka futa cha kwako kaje chake. Kwa dogo. Eh, ni kitu gani ambacho ukipendi kwa upande wako kibaya? Kitu unaona. Kinanikata sana ikiwa kama mimi ni mtu ambaye anayepigania kibaya kwenda kuwakilisha lakini by then kuna vitu ambavyo vinatendeka, mimi kwa binafsi yangu sivipendi. Kitu gani ambacho kinakukata sana? Mimi kitu ambacho kinachonikata kibaya, Kibaha na wasanii, yaani mimi ni wa Kibaha, nimezaliwa Kibaha na nimekuja Kibaha, ila wasanii tulokopoku tunabaguana sana, tunabaguana sana, na hata kuna muda hata collab yenyewe tunanyimana, afu kicheki na kwa afu kijiwa tu mbali wanatushinda kwa kila kitu, kwa, kwa sababu wao wana, wana umoja hatuna umoja, japo kwa tunaweza kia tuna umoja. Umoja ni kila kitu. Na je, mlisha kujaribu kujenga labda uh, umoja wa wasanii kwa upande wa Kibao, mkatengeneza process zenu ambazo zimenyoka, mtakuwa na labda mwenyekiti labda katibu na nini, mshi kufanya hivyo wasanii kama wasanii wasani, wa wasani, Kibao, au mnaishi tu t? Ah, mimi sijajua, labda kwa wenzangu, lakini mimi naona mimi sija, hapana sijui kusikia na ajia kutokea ndani ya mwaka 2025, bwana. Tuliona kazi zako nyingi ambazo umezifanya, lakini nyingine, ukapiga hatua moja ukakutana na Mr Black. Kwanza nikipenda kufahamu ni nani ambaye alikukutanisha naye, alikulinki naye Mr Black, ama Mr Black na wewe, mlikutana kutana vipi? Mr Black, nilikutana naye kwa sababu alitutafuta mimi na Sam, alitutafuta akamtafuta Sam, akamwambia njoo, njoo na mwenzako, unafanya naye huyo, tukaenda tukafanya kitu baada ya stori ndio kufanya kitu ni, ni kitu gani ambacho wewe ulijifunza baada ya kukutana na Mr. Black? Kuna hiki kitu kwa upande wangu nimegeni na nimegeni vya kutosha, nikitokana hapa nami naweza kuupambadia ukubwa wangu ukafika kama Mr. Black, au zaidi yake. Cha kwanza heshima heshima na kurespect kazi unaoifanya Shona, nani ukiwa kazini una, unafanya kitu ambacho kinaenda kuonekana kwenye zara ya watu hmm, basi ukirespect kwa sababu kuna watu kila mtu ana mawazo yake hmm. Mtu anaweza kaangalia kachukulia hivi kwa mtu mm. akakaangalia kama mtu ana mawazo yake jinsi ambavyo anavyoona, unashaona, kwa heshima na pia kingine, Mr Black Mr Black ni msanii mm. genius sana, unashaona, alafu ni mtu ambaye yupo simple sana, anaga mambo mengi yani, alafu ni msanii ambaye anaumiza kichwa sana kwenye uandishi. Hapa na nataka nikuulize swali moja, mtoe Mr Black, tumweke pembeni mm. kuna Shafiko comedy ni brand hapo tunamweka kipotoshi, lakini pia kwa mbali kabisa, tunamweka kiredio wote kwa Shafii. Kwa nini Shafii? Kwa sababu sio, kwa sababu sijakutana naye eh, na kwa sababu wote sijakutana nao, ila jinsi ambavyo anavozungumzika kwenye midomo ya watu e, Shafii ni mtu ambaye mwenye heshima sana. Nimesikia hata kwa Mr. Black ni mtu ambaye anampenda sana kwa sababu ni mtu mwenye heshima sana. Mtu mwenye nyekevu sana afu ni nimuelewa. Kwao natumaini na jinsi nilivyo mimi naweza ni tukaelewana tukafanya kitu kikubwa za sana. Uh, Mr. Black ni mtu ambaye amekutangulia ame kwenye game au labda mnawezekana mmefanya me, me, me game kwa wakati mmoja. Ni kitu gani ambacho kwa upande wako unaona ah, kilikuinspire sana kwa Mr. Black kitu gani ambacho kwako kwa ambayo unaona kilikupendeza sana kwa Mr. Black, hata ukija kwenye maisha yako ya kawaida kingeweza kukusaidia wewe kufika mbali? Ni kitu gani ambacho kimekupendeza kwa Mr. Black. Black, na kitu hicho ambacho ukitumia wewe kwenye maisha yako ya comedy na ya maisha yako ya kawaida kinaweza kukupa mafanikio kama Mr. Black? Cha tatu, yaani kiukweli Chata tu, tu Mr. Blacki ni mtu ambaye si vile tu unavyomwona, yani Mr. Blacki, ni mtu, ni ni msanii fulani, yaani siwezi, yani siwezi nimekutana na wasanii wengi sana, nimekaa na joti, lakini Mr. Blacki siwezi kumwongelea sana, kwa sababu naweza nikaongea kama saabu kama G. chawa, lakini kama na kama chawa. Okay, okay, lakini Mr. Blacki Eh, bwana mimi ni miongoni mwa shabiki wako bwana. Nafuatilia tamthilia moja inaitwa Kipofu Mtamu. Lakini hivi nikaona ghafla tumekuwa doro kimya nikataka kujua nini shida. Mbona tamthilia ilikuwa inaenda vizuri na inafanya fresh? Ilikuwa ni collaboration ambayo umefanya wewe Kwisa. Aa, Aa, tambo, kazi ni kazi nzuri kabisa. Imekuwaje? Ah, Kipofu Mtamu bwana mimi ile kazi nimeandika. Nimehusika no, kwa kuandika. Na baada ya kuandika nipo kufanya biashara ndugu yangu Kwisa. Kwa bila kufanya biashara ikahitaji na mimi niwepo. Mm ina maana haiko chini ya usimamizi wako bwana. Mwaka 2026 tunatamani kuwa na game yetu ambayo tunaweza tukafanya kazi, maana tumeona wasanii wengi wa comedy sasa hivi wanatafuta mabrand yao na majina yao kwenye reels, wanafanya kwenye kwenye kazi ya comedy. After then wakijipata kwenye brandi ya majina makubwa wanafungua YouTube zao ili ku make money, na baada ya kufungua wanakuwa na game zao na game yake cchna gengi yake klam pia na gengi yake ambayo inafanya kuwa. Kwa upande wako ikoje? Kwa upande wangu mimi huweza kumiliki gengi hapa, sasa hivi sina, ila ni mipango, ila ni mipango na baadaye eh, kwa sababu gengi inahitaji vitu vingi sana, kama kama kigezi ambacho kinatumika mtu kumiliki gengi, uangalizi na pia kingine, naamini kwa mimi hapa, kama nambiliki gengi sio ya kibaa, sawa. Hata kama ikiwepo ya kibaa, sio wakati huu kwa sababu unavyoona mimi kama mimi hapa kibaa yani tofauti na hivyo ambavyo unavyoniona wewe, yani nabia kubariki kwa ushaona eh, kama la miliki gang bado, kidogo nitamiliki lakini kwa sasa bado hapa, eh. kuna Sam hapa kuna Bash wamekupigia simu ndani ya dakika moja, hizo tuko pamoja. Nakata simu ya Bash, inaingia Sam, wanahitaji wote kufanya nao kazi, utaenda wapi hapo? kwa sababu Sam anamjua Bash Bashi namjua sana. Sawa. Ishu iko serious sana. Ee bwana Duli e e mwana kuna, kuna kisini hapo inabidi uwe ndo uje hapo uue mzee wangu after then unakata simu. Anachukua anachukua Sam. Ee bwana Duli e. Hapa kuna ishu muhimu sana yani katika wakati mmoja. Hapo <laughs> ah, hapo. Isilivo. Hapo bwana hapo isilivyo. Hapo ndo mtamchukua Sam, tenda naye kwa Bashi <laughs> Kwa nini umchukue Samu uende naye kwa basi? Kwa sababu muda ambao tunaenda tunashuti. Tunashuti mpaka tunafika. Location tofauti lakini. Sawa, ndio location tofauti lakini, ndio nakwambia mimi namchukua Samu tunaenda naye kwa basi. Njia ndio tunashuti mpaka tunafika. Kwa kwa, kwa maana hiyo kwamba hapo mjamaa amemchagua Samu. Bashi, kwa kwa. Samu, Samu. Sasa kwa kwa heshima. Ah, ah, ah, sijamchagua. Aende na Samu kwa basi kwamba yani hivi naweza hata kamchukua basi naye kwa Samu. Sawa? Wote mimi ni wanangu ni wanangu ni wanangu ni wanangu zaidi ya sana. Unaona? Nikisema nitaenda kwa Sam, nikisema nitaenda kwa Bashi, ndio kwa ubaguzi. Alafu tu ni wanangu ambao wananisaidia na mimi nawasaidia. Yani wote mimi ni wanangu, ukifika muda huo na hawezi kunipiga simu kuniambia hivyo. Hiyo ni kitu ambacho kiwezekani. Bwana, comedy ninakudai sana. Game ya comedy ninakudai. Hivi ni tofauti gani ambayo ukifikia unahisi hapo utakuwa umeshalipwa na studio? Hatua Nikifikia, oh, nikifikia.

Haina shida yoyote kwa upande wake. Unazingatia nini hasa? Au ni mtu ambaye ukitaka kuandika zako unaangalia hapa wazazi, unaangalia kwa wazee, unaangalia. Kitu gani ambacho unazingatia hasa? Tofauti na wengine wanaweza. Natumia akili. Natumia akili. Nafikiria kabla ya kutenda najua kitu nikipeleka jamii ya watu la mtoto vizuri sana sawa. Siwezi kuandika content ambayo itavuka mipaka Duli. Hapa tuna kipengele chetu ambacho tunaweza tukafungia kwenye kipindi chetu, kina maswali yangu matatu ambayo nakuuliza tatu, ambazo ukiziona kwenye simu yako unafurahia? Asante sana mwanangu. Pande wote baba na mama. Ya pili.

Na muda umekuwa mchache, ile jamani sana kufahamu hiyo Freemason zile kwaje. Ah hiyo ilikuwa changamoto Kinondoni. Nataka kumulika kichwa cha tatu ili bado kama ndio tajiri. Hiyo acha. Hiyo acha. Kwa nini kuacha? Kidogo tu. Ndugu yangu bwana Dar es Salaam bwana, na labda nikudokezee, najua siku nyingi kuja utaniuliza. Mimi bwana nilikuwa Kinondoni na kadi zangu za hapa na pale nilichukua namba kwenye mstimu, zimeandikwa Junge Freemason. Ndipo si chukua zile namba, tatizo ulikaanza hapo, chukua zile namba na kuwatafuta wale watu. <laughs> <laughs> Okay bwana, next time we'll tukija nitaanzia na hapo hapo ambapo tumeishia neno, uh, neno neno, comedy, nadhani ni neno ambalo unaishi nalo kila siku, si ndio hili? Yeah. Neno lina herufu ngapi comedy? Sita. <laughs> Kitu cha mwisho kabisa ambacho nilitamani wewe uzungumzie na mashabiki wako na waidi nini kupitia mwaka 2020 Tekiwa, sasa ni Januari leo tarehe 10, lakini pia ndani ndani ya ya mwaka kuna miezi dania, kuna miezi miezi 12 12 kuishi nao, kuna agreement ambayo nawaahidi mpya. Kama mwaka jana amenikaribisha vizuri, basi nawaahidi mwaka huu afi beki afi kipa, wakae mkoa wa kula na kazi nzuri, nyingi zipo nyingi sana, kwa sababu mimi nikishuti naweza wiki, mimi nikishuti naweza nkatenga wiki mbili na shuti, afu nikija kupost post, post. post tu mwezi mmoja na post tu, si shuti Koo, ndugu zangu, mashabiki zangu, familia zangu, kaeni mkawa kwa mwaka huu na kazi nyingi sana, acha movie, acha comedy, na kazi nyingi sana ya kufanya. Kwa hiyo tusapotiane, naumeni sapoti yenu, mimi bila nyinyi sio kitu, nawapenda sana. Tuondoke na afe kipa afe beki, mwaka huu lazima kieleweke. Eh bwana, tulikuwa na Dully Msava na huku wale mitaa ya kwao na hapo apo, tukampigia brandi yake kidogo mchizi anajishughulisha na, na maswala ya uzaji nguo kutoka kodi zilizokuwa smart. Unaweza kufika kwake ukachukua mzigo ambao umenyoka, uende kutamba nao mtaani. Naitwa Dolitoni na hii uh, ni Seven Hits Media. Slogan yetu ni kwamba tumekiwasha na tutaendelea kukiwasha. Seven Hits Media, tumekiwasha.